Je, unamkumbuka nguli wa soka Joe Kadenge. Alizaliwa mwaka 1935 katika kaunti ya Vihiga na aliaga dunia mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Kadenge alijulikana kwa kasi, ujuzi wa dribble, na kauli maarufu Kadenge na mpira, ambayo iliwapa mashabiki burudani kubwa miaka ya hamsini na miaka ya sitini. Alichezea Maragoli United na baadaye FC Leopard, awali kitwa Abaluya United, akisaidia timu timuwa kushinda mataji kadhaa ya kitaifa aliwakilisha taifa Kenya, kitumikia Harambee Stars, kisha akawa meneja wa timu ya taifa baada ya kustaafu. Kadenge alitambuliwa kama mchezaji bora zaidi katika historia ya soka la Kenya, na jina lake litaendelea kukumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika michezo. Happy Mashujaa Day! Kadenge na mpira. Antonio Rao, Amaica Viwanjani.